Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Familia katika kipindi cha tafakari ya injili ya siku leo. Ijumaa, juma la kumi, kipindi cha kawaida mwaka C wa kanisa. Masomo ya leo, somo la kwanza linatoka waraka wa pili wa Mtume Paulo kwa Wakorinto sura ya 4 aya ya 7 hadi aya ya 15, na somo la injili kutoka mwinjili Mathayo sura ya tano aya ya 27 hadi aya ya 32. Karibu tusikilize injili. Somo la injili lilivyoandikwa na Mathayo. Yesu aliwaambia wanafunzi wake, "Mmesikia kwamba imenenwa usizini. Lakini mimi nawaambia kila mtu atazamaye mwanamke kwa kumtamani amekwisha kuzini naye moyoni mwake. Jicho lako la kuume likikukosesha, ling'oe, ulitupe mbali nao." Kwa maana ya kufaa kiungo chako kimoja kipotee, wala mwili wako mzima usitupwe katika jehanamu. Na mkono wako wa kuume ukikukosesha, ukate, uutupe mbali nawe. Kwa maana ya kufaa kiungo chako kimoja kipotee, wala mwili wako mzima usitupwe katika jehanamu. Imenenwa pia, mtu akimwacha mkewe na ampe hati ya talaka. Lakini mimi nawaambia kila mtu amwachaye mkewe isipokuwa kwa habari ya uasherati amfanya kuwa mzinzi, na mtu akimwoa yule aliyeachwa azini. Neno la Bwana. Sifa kwako ee Kristo. Mpendwa msikilizaji, sehemu ya somo la injili tuliyoisikia hivi punde ni sehemu ya hotuba aliyoitoa Bwana wetu Yesu Kristo mlimani, inafahamika kama hotuba ya mlimani. Yesu anatoa kanuni mpya ya kimaadili kwa wafuasi wake ambayo ni tofauti kabisa na kanuni ya kimaadili ambayo Musa alitufundisha. Tukiangalia katika somo la injili ya leo, tunaweza kushangazwa na maneno makali ya Bwana wetu Yesu Kristo. Mfano, ng'oa jicho lako au ukate mkono wako na kuutupa mbali. Yesu anatumia lugha hii kali ili aweze kuweka mbele ya wanafunzi au wafuasi wake lengo moja katika maisha ambalo ni maisha safi ya sadaka. Hii ikiwa ni muunganiko na matakwa yetu na Mungu. Mpendwa katika Kristo, mikono yetu wenyewe haitendi dhambi, lakini inafanywa kuwa wakala wa akili kwa kutenda dhambi kutokana na kile tunachogusa na namna tunavyogusa mfano tumesikia kutoka katika Injili na katika uzinifu au uzinzi. Macho yetu pia yanakuwa wakala wa moyo na akili katika kutenda dhambi kulingana na kile tulichokitazama. Hivyo bwana wetu Yesu Kristo anapozungumzia kung'oa jicho na kuukata mkono, hazungumzii katika hali halisi ya kuondoa viungo vya mwili kwa sababu kutenda dhambi nyingi zaidi ya viungo vya mwili tulivyo navyo na, na hata kama ikitokea au tutaondoa viungo vyote, bado akili yetu itabaki ambayo ndiyo kisababishi kikubwa cha kutenda dhambi. Hivyo Bwana wetu Yesu Kristo anatufundisha kwamba, kama vile daktari anavyoweza kuondoa mguu au sehemu nyingine ya mwili inayoathirika kwa manufaa ya kutunza mwili mzima basi nasi pia tunapaswa tuwe tayari kuachana na kile kinachoweza kutufanya tutende dhambi na ambacho kwa njia yoyote kitatuletea kifo cha roho zetu. Wapendwa wasikilizaji, Yesu pia anatuonya sisi pia tuwe na jukumu kubwa la kutokuwa kikwazo au kisababishi cha kuwafanya wengine watende dhambi au hali kadhalika kuwaangusha watu wengine tusiwe kipingamizi au tusitoe mifano mibaya ambayo itawaongoza wengine kwenye dhambi. Yesu pia anatufundisha kuwa mikono yetu iwe wakala wa huruma, uponyaji na ufariji. Pia macho yetu yajifunze kuona ukweli, wema na uzuri wote katika vitu vinavyotuzunguka. Wapendwa wasikilizaji, Bwana wetu Yesu Kristo siku ya leo pia anatufundisha kwamba kuwa safi ni pamoja na kuwa tayari kukabili kila hali katika maisha, katika hali ambayo inatimiza sheria ya Mungu si tu katika matendo ya nje bali na ya ndani pia. Yesu anasema tamaa mbaya hutoka moyoni, ndiyo maana dhambi ya kukosa uaminifu ni lazima itibiwe kwanza kutoka ndani ya moyo, sehemu ambayo si ya hisia tu bali utashi, maamuzi mawazo na malengo pia. Ni lazima tutambue lengo la amri za Mungu na tuamue kutoka moyoni mwetu kumfuata Mungu. Wapendwa wasikilizaji, Bwana wetu Yesu Kristo anatufundisha kutokana na somo tulilokwisha lisikia juu ya yeah, ndoa. Kanisa Katoliki katika mafundisho yake kuhusu ndoa linatufundisha kwamba ndoa ni sakramenti inayo sheheni yote ya ani utakatifu na makubaliano halali kati ya mume na mke na kwa wakati huo huo ni agano maalumu na Bwana. Katekesimu ya Kanisa Katoliki namba 2384 imetuandikia, talaka ni kosa kubwa, kinyume cha sheria ya maumbile yadai kuvunja mapatano ambamo mume na mke walikubali kwa hiari kuishi pamoja mpaka kufa. Talaka ya dhuru agano la wokovu ambalo sakramenti ya ndoa ni ishara yake. Kufanya muungano mwingine, hata kama unatambuliwa na sheria ya serikali, kunaongeza uzito wa mafarakano. Mume au mke anayeingia katika ndoa nyingine tena yumo katika mazingira ya uzinzi wa hadhara na wa kudumu. Katekisimu ya Kanisa Katoliki, namba 2385, imeandika Talaka si adili pia kwa sababu inaleta fujo katika familia na jamii. Fujo hii huleta madhara makubwa kwa yule anayeachwa, kwa watoto waliojeruhiwa na kutengana na wazazi. Ni mwaliko mahususi kwetu sisi, kwa wanandoa wote, kulinda utakatifu na agano lililowekwa kati yao na Bwana pia kwa kwa manufaa ya ustawi wa familia na jamii kwa ujumla. Tunapoendelea na kumbukumbu kumbu ya Mtakatifu Antoni wa Padua siku ya leo, tumwombe Mungu atujalie ujasiri kama wake wa kumhubiri Kristo na kuwavuta watu wengi kwake kwa maneno yetu, matendo na mtindo wa maisha yetu, kama yeye alivyofanya. Yeye alitetea ukweli na aliwaongoa wengi kwa maisha yake. Yeye alifahamika pia kwa upole wake. Tuombe neema ya yesu Kristo, nasi tuige huruma na upole wa Yesu kama Mtakatifu Antoni wa Padua. Tuweze kuepukana na kisasi na vinyongo vinavyoweza kututenga na wenzetu na upendo wake Kristo kwa maisha yetu, watu wavutwe kwa Yesu na tuufikie utakatifu. Ninakushukuru kwa kutafakari pamoja nami injili ya leo. Niliyekuletea tafakari hii ni mimi Fratelli Carlos Joshua na Chihango, wa shirika la wamisionari wa damu takatifu ya Yesu, kutoka seminari kuu ya Mtakatifu Gaspari del Bufalo, Kola, Morogoro. Itukuzwe damu ya Kristo! Milele amina.